A, imebainika kwamba dereva aliyehusika kwenye ajali ya barabarani iliyowaua watu watano hapo jana huko Kedowa, Kericho, alikuwa akiwakimbiza wezi. Jamaa zao wanasema kwamba wezi walivunja duka na kutoweka na mali na kusababisha waliohusika kwenye ajali hiyo kuanza kuwatafuta na kuwafuata kwa kasi wakitumia gari hilo aina ya Probox. Mwanahabari wetu Brenda Wanga anaarifu zaidi. Jamaa na marafiki wa familia ya marehemu Dominic wanafika hapa kuifariji familia kufuatia kifo chake siku ya Krismasi kwenye ajali ya barabarani eneo la Kedowa. Ajali hiyo pia ilikatiza maisha ya watu wengine wanne akiwemo mfanyikazi wa jirani yake Dominic. Mpwa wake Ezra alinusurika kifo lakini akavunjika mkono na anatibiwa huko Eldoret. Maafa haya yalikatiza sherehe za Krismasi katika boma hili. Vyakula ambavyo vingeliwa sasa vimeandaliwa waombolezaji. Kulingana na mjomba wake marehemu Dominic, wizi katika duka la Dominic usiku wa kuamkia Krismasi ulibadilisha taswira hapa. Awa vijana wawili walikuwa nyumbani walilala mpaka saa sita ya usiku akapigiwa simu kwamba Dominic ako na kioski yake ya kinyozi hapa Kedowa. Akapigiwa simu kwamba kuna watu wanashambulia kioski yake Dominic. Ezra pamoja na mfanyikazi wa jirani waliabiri gari aina ya Probox lililomilikiwa na marehemu Philip Kirui, wakijaribu kuwafuata wezi hao. Gari hilo linasemekana lilikuwa katika mwendo kasi wakati wa ajali hiyo. Wakapanda Probox akakuwa watu saba kukuja kupita hapo eh, Kedowa police station, hapo Kedowa girls, hapo gate ndio akapata accident wakielekea juu. Dominic na watu wengine wanne walifariki kutokana na ajali hiyo. Waliofariki walijeruhiwa vibaya kichwani na kifuani kulingana na matokeo ya upasuaji wa miili yao. Familia zimeanza kupanga mazishi kwa uh, uh, uh, hiyo yote huyo kijana m tunampoteza. Alikuwa mtoto mzuri, last time tukiwa nao ilikuwa juzi, tukiongea na 20... Mamlaka ya usalama wa usafiri nchini imebainisha kuwa hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka huu jumla ya watu zaidi ya elfu nne walifariki kutokana na ajali za barabarani. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.